Asalamu as aleikum warahmatullahi wabarakatu, uhali gani mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa channel yetu. Kama bado subscribe, basi nakuomba subscribe, like, comment na kushare ili kwa kwanza kupata update mbalimbali, na pia jiunge katika magrupu yetu, linki zipo chini katika description. siku ya leo tutakwenda kuzungumzia dawa ya bawasili. Bawasili ni ugonjwa unaotokana na kuathirika kwa mishipa ya damu ya ndani na nje katika sehemu ya haja kubwa, na wakati mwingine mishipa hiyo huweza kupasuka au kuteleza na kuvuja damu kwenye njia ya haja kubwa na kusababisha kutoka kwa kinyama au uvimbe. Bawasiri huathiri watu wote, ila zaidi huathiri watu wazima kuliko watoto, na inakadiriwa kuwa karibu asilimia hamsini ya watu wote wako katika hatari ya kupata tatizo hili katika umri wa miaka arobaini mpaka sabini. Chanzo cha bawasiri Bawasiri kwa kiasi kikubwa hufanyika kwa kuongezeka kwa mgandamizo ama pressure. Mara nyingi ni pale unapojikaza ili kutoa haja kubwa. Bawasiri huwatokea zaidi watu wenye matatizo ya mfumo wa mmeng'enyo wa chakula. Mfano, unapopata choo kigumu, tumbo kujaa gesi, kukosa choo kikubwa kwa siku kadhaa. Pia wanawake wajawazito huwa kwenye hatari kubwa ya kupata bawasiri kutokana na mtoto aliyoko tumboni kugandamiza tumbo la chakula na hivyo kuathiri utoaji wa haja kubwa. Pia watu wenye kitambi na uzito wapo kwenye hatari ya kupata bawasiri kutokana na kush mwili wao kushindwa kutengeneza nishati ya kutosha kusukuma uchafu kwenye tumbo. Jinsi ya kutengeneza dawa ya kutibu bawasiri, kabla ya ya kutengeneza dawa ya bawasiri, maana unatakiwa uwe na vitu takriban vitu vitano hivi hapa kitu cha kwanza unatakiwa uwe na mafuta ya mbarika mililita sitini, lakini uwe na manemane vijiko vitano, uwe na bakari hadi vijiko vitano, uwe na unga wa habasoda vijiko vitano, lakini pia mwisho uwe na unga wa magome wa mti wa mongongo. Hapo ukiwa na vitu hivi hapo ndio ambapo kwamba utaweza kutengeneza hiyo dawa ya kutibu bawasiri. Matayarisho yake ukoje? utachanganya unga wa mong'ongo Abad soda, bakali hadi na manemane, kisha utachemsha kwenye maji ya lita sita kwa muda wa dakika thalathini. Kisha utakwenda kuepua na kuacha ipoe dawa yako ikiwa umefunika, kisha utachuja upate maji yaliyo safi. Matumizi yakoje? Mgonjwa atatumia kunywa nusu kikombe cha dawa hii kutwa mara mbili kwa siku 28. Pia mgonjwa anatakiwa kupaka mafuta ya mbarika yale tuliosema kwenye huo uvimbe wa bawasiri. Kila unapotoka haja choni ama kila unapotoka kujisaidia haja kubwa choni. Hiyo ndio takuwa ni dawa yake utakuwa unakwenda kutumia kwa muda wa siku 28. Hadi hapa ndo kufikia mwisho wa somo letu ambalo tutakuwa tunahusiana na hiyo dawa ya kutibu tatizo la bawasiri. Lakini kabla ya kufunga hichi kipindi, ngoja tugusie kidogo dawa ya tenzi dume ili na wao wakina baba wapate kunufaika kupitia video hii. Tenzi dume ni kiungo kwenye mwili wa mwanamme kinachofanya kazi ya kutengeneza shahawa. Kiungo hiki huwa kinavimba na kuna wakati kiungo hiki kikisha kuvimba, ndio kansa ya tenzi dume huanza kujenga kwenye huo uvimbe. Kuvimba kwa tenzi dume na kansa ya tenzi dume ni vitu viwili tofauti, japo vyote viwili vinaweza kutibika kwa kutumia dawa hii nitakayokuelekeza. Mara nyingi tatizo hili la kuvimba kwa tenzi dume hutokea ikiwa mwanamme anakuwa mvivu wa kushiriki tendo la ndoa mara kwa mara. Ni kawaida mwanamme anatakiwa kupiga angalau bao ishirini na moja kwa mwezi ili uwe na afya njema. Sasa ikitokezea uzembe fulani, ndipo hukaribisha tatizo hili la tenzi dume. Mara nyingi ugonjwa huu wa tenzi dume huanza kujitokeza kwa wanaume walio na wana umri kati ya miaka arobaini mpaka sabini. Sasa tuangalie jinsi gani tunaweza kujitibu ilo tatizo la tenzi dume. Mahitaji: kitu cha kwanza unatakiwa uwe na majani ya mstafeli ama unga unaotokana na majani hayo ya mstafeli. Matayarishi yake ya ukoje? Utachukua majani ya mstafeli kuanzia kumi na tano hadi ishirini au kijiko kimoja cha chakula cha unga unaotokana na majani ya mstafeli. Utachemsha katika maji kiasi ya cha nusu lita kwa muda dakika kumi na tano, kisha utaipua dawa hiyo na kuiacha ipoe vizuri. Matumizi yake, mgonjwa atatumia kunywa kikombe kimoja cha chai kutwa mara mbili kwa siku thelathini hadi sitini insha allah kwa uwezo wa Allah tabaraka wataala ata kwenda kupona hilo tatizo. Hadi hapa itakuwa ndiyo ta, tamati ya kipindi chetu, na tayari tutakuwa tumejifunza dawa mbili kwa leo, jinsi gani ya kutengeneza dawa mbili hizo. Dawa ya kwanza ilikuwa inahusiana na tatizo la bawasiri, na dawa ya pili tuna tulikwenda kujifunza dawa ya tenzi dume. Kwa hiyo zote tuliweza kuangalia hapo maana zake na sababu zake na jinsi gani ya kuweza kujitibu hayo mati, matatizo. Kwa hiyo usisahau kusubscribe, like na comment na kushare ili kwa kwanza kupata update mbalimbali na pia jiunge katika magrupu yetu. Ukiwa utahitaji vitabu basi unaweza kujipatia hard copy copy ama soft copy. Ukitaka soft copy utajipatia kwa njia ya WhatsApp kwa gharama nafuu na ukitaka hard copy utaweza kuja katika sehemu ambapo tulipo ama tutakufuata wewe ulipo, tutakuletea hiyo vitabu. Vitabu vipo takriban mia moja sabini, vyote hivi ni vya masala ya tiba asili. Kwa hiyo ili uweze kujifunza, manake si lazima sasa hivi kutafuta mtu ukakaa kitako ni lazima, lakini japo kidogo kidogo utakuwa inasaidia kwa navyo vitabu hivi. Kwa hiyo usisahau subscribe, like na comment na kushare ili kwa kwanza kupata update mbalimbali.